Ndugu wa hitimu, tunapomaliza kusoma na kuondoka hapa chuoni, tutambue kwamba kilichomalizika pengine ni muda tu wa kukaa chuo, lakini mnaendelea kubaki sehemu muhimu sana kwa maendeleo ya chuo. Siku hizi tumeona namna gani vyuo, skuli nyingi zinavyojengwa na zinavyoendelea kutokana na alumni. Alumni wanakuwa una mchango mkubwa sana. Kwa hiyo wana SUZA, tukiondoka chuoni tujue kwamba sisi ni sehemu ya SUZA na hiyo haitobadilika, hata uende ukafanye pengine masomo ya juu zaidi wele kwengineko, lakini bado utaendelea kubaki kuwa ni sehemu ya maendeleo ya chuo chetu Uh, kikuu cha taifa cha Zanzibar. Kwa hiyo niwaombe kwamba tusi, yani tusiondoke mazima, tuweko hapa lakini tutakapokwenda bado tuwe tupo hapa Suza, lakini vile vile, na, na wa wale ambao tunamaliza tutakapokuwa na graduation niambiwa tarehe ishirini inshaallah kwamba na encourage kwamba tusiwe kawaida manake, ukimaliza chuo sasa, vijana wanaanza wao wanahangaika, mtu anaona na complain mimi nimemaliza chuo mwaka wa saba. Kinachotakiwa kwa sasa hivi, sasa hivi wewe usiwe ni katika sehemu ya job seekers. Sasa uko, uko kwenye na vyeti vyako unahangaika navyo, you have to think, wewe uwe ni problem solver, uwe ni mtu ambaye unatatua matatizo, na naamini kwa elimu ambayo tumeipata hapa throughout three years eh, unaweza kuanalyze, kuna changamoto nyingi katika nchi yetu za jamii. Sasa wakati huo wewe uwe ni sehemu ya watu ambao wanaweza kutatua changamoto zilizopo, na wakati wa kutatua zile changamoto ndipo ambapo wewe mwenyewe unapoona kuna fursa nyingi sana. Sasa hivi serikalini nadhani tunakaribia elfu hamsini waajiriwa serikalini na alhamdulillah kutokana na mipango madhubuti investment kwenye sekta ya afya, investment kwenye uh, elimu kwenyewe na kwingi kwenye, kwenye, life span unajua uh, imeongezeka e, kwamba watu hawafi mara moja <laughs> e, kwa hiyo inakuchukua muda mtu, yani mpaka afike miaka sitini, lakini huku vile vile kutokana na kuimarishwa kwa elimu, kuna vijana sasa wanamaliza shule mapema Again, wanaanza kutafuta kazi serikalini, watu wapo, hawafi, hawaondoki. Sasa inachukua muda mrefu wale ambao wana graduate, unaanza kutafuta kazi, kupata kazi, kwa sababu ili ipatikane nafasi maana yake watu wastaafu au wafe. Sa nyingine kazi zinapatikana katika maeneo ambayo maeneo mapya new ventures zinakuwa zinatokea. Sasa hivi tuna uchumi wa blue, lakini tuna uh, digital economy na kwengineko, lakini bado serikali sera yake ni kuhakikisha, kwa sababu tuko wengi, ni kuona namna gani wale ambao hawana kazi ya kufanya wanaingizwa katika yale maeneo ambayo wanaweza kufanya. Kwa hivyo utaona bado hata absorption capacity ya serikali imekuwa ni ndogo, kwa sababu kuna watu wengi ambao bado wako. Sasa hii inamaanisha nini? Inamaanisha wakati tuko chuoni ni lazima sasa tutafute namna bora ambapo sisi wenyewe tunaweza tuka create hizo opportunities au kuangalia changamoto zilizopo kwenye soko, kwenye jamii. Sisi ndio tuende tukawe ndio problem solvers, huko ndani ndipo zinapotokea fursa za ajira. Kwa hiyo uh, tunatakiwa tuwe innovators, eh, wabunifu, entrepreneurs, eh, tuwe huko, lakini vilevile tunatakiwa tuwe na ile professionalism tunaka kumaliza, tuwe na professionalism ya kuweza kuserve uh, communities ambazo uh, professor, uh, tukiwa tuna kuna malalamiko. Mimi nilipokuwa wizara ya fedha, katika kila mwaka kabla ya bajeti tunakuwa tunazungumza katika majukwaa whether physical kama hivi au uh, virtually, mara nyingine tuna, tuna, tuna mitandao katika jambo moja ambayo vijana wamekuwa ki ni kwamba ukienda kazi zikitangazwa unakuwa na experience ya miaka mingi. Mimi ndio kwanza nimemaliza chuo, nitakuwa na experience mingi lakini, kumbe wakati uko chuo, you can gain experience basically while you are also studying ndani yake. Kwa mfano unaamini kwamba kuna courses mbali mbali zinatolewa ambazo ni additional skills not necessarily zikawa ni the main course. Kwa mfano leo tunamwona kijana wetu anazungumza lugha ya alama, hii si kama iwe ndio uende ukasome special. Kumbe inawezekana kabisa wakati unasoma chuo unaweza ukala lugha ya alama. Kwa hiyo, wakati kazi zinatangaziwa, pengine zinamhitaji mtu ambaye anajua lugha ya alama plus your academic qualification. Kwa hiyo wewe una, unaweza ku excel kwa hiyo, kuna vitu ambavyo si lazima uende unde ukavisome. Kwa mfano, unaweza kuwa unasoma unasomea computer science, mara nyingine kumbe mwenyewe online unaweza kuwa unasomea kichina ni free, una free courses unapotoka unasema mimi na labda na degree ya account, ya accounts, na IT plus naweza kuzungumza Kichina. Yani ni vitu kama hivyo, siku hizi opportunities zipo, zipo nyingi. Kwa hivyo sio lazima, vijana, ukiambiwa uwe na experience ya miaka mitatu kwamba lazima uwe ndio umefanya kazi serikalini au mara nyingine wakati tunapotoka wakati tuko chuo tuko likizo tunaweza tukaserve jamii. Kuna NGOs nyingi ambazo zinakuwa zinaanzishwa zinahitaji volunteers, unaweza kwenda ukajitolea, mwisho wa siku ukawa umepata experience ya vitu ambao nafanyika. Kwa hivyo nimeona hilo na lenyewe nilichomekea ili kuona kwamba vijana wetu nakumaliza wasiwe sasa, na mimi nimemaliza sasa hivi mwaka wa tatu na degree. Ehe, meanwhile, I'm just home. Really. Nadhani it's high time sasa tuone namna gani tunaweza tukawapa vijana wetu uh, life skills and digital skills, ili wakienda katika soko wawe wenye kujiweza na wawe sasa wao ndio wanaotafutwa. Kwa hiyo pamoja na hayo, napenda na tu uh, kutoa rai kwa vijana kwamba tumeona kwamba kuna mafanikio ambayo tumeyapata kama nilivyosema, tuna safari ndefu, tunapaswa kujiongeza kupitia mifano bora katika taasisi nyingine, lakini vile vile hatufikirii, naamini kwamba kuna maeneo ambayo bado hatujaweza kuyafikia au kuyatumia okay, vizuri. Jitihada zaidi zinahitajika katika kuwasogeza karibu wahitimu kupitia mfumo wetu wa usajili na kuhakikisha kwamba tunawapatia taarifa mara kwa mara zikiwemo za mialiko na shughuli mbalimbali. Ndugu washiriki, nimeelezwa kwamba pamoja na uzinduzi huu wa leo kutakuwa na kongamano la kitaaluma ambalo mada yake ni social entrepreneurship and community based innovation for sustainable uh, job creation. Kwa hakika mada hii ni chaguo sahihi, naona maelezo nimeanza kuyatanguliza katika kujenga jamii ambayo itakuwa na uwezo na upeo mkubwa katika ubunifu na kutengeneza ajira, ni mada muhimu sana. Uh, hasa katika wakati, wakati huu ambao tunakwenda nao. Wengi wenu wanajua kwamba wasilishaji mada mahiri wameandaliwa, hivyo ni waombe sote kwa pamoja tuwe wasikilizaji na wachangiaji wazuri, ili lengo la kuandaliwa mada hii liweze kutimia. Kwa kumalizia, uh, tuu wageni waalikwa na uongozi wetu wa chuo cha taifa cha Zanzibar SUZA, nachukua fursa hii Uh, kwa mara nyingine tena kuwapongeza na kuwashukuru sana viongozi wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar SUZA kwa kuendelea kuwajibika na kutimiza malengo ambayo umejiwekea kwa namna ya kipekee. Naomba sana nimpongeze Mheshimiwa, Mheshimiwa mwenyekiti wa, wa convocation yetu Mheshimiwa Raisi Kipebe Juma kwa kuwa mwenyekiti wa mwanzo na kuwa msimamizi mzuri na kuliendesha jukwaa hili kwa ufanisi na umahiri mkubwa, mbali na majukumu yako mengine makubwa uliokuwa unayo ya kikazi. Hongera sana.